Walitoka G55 kweli, na mimi ni mmoja hapo, na mimi ninaamini kwamba chama hiki, tukisema tusiende kwenye uchaguzi, ni kukiua chama hiki, ni kukimaliza chama hiki, ni kukichimbia chama hiki kwenye kaburi ambalo haitaweza kutoka tena. Chama hiki tumekijenga kwa jasho kubwa sana, wengine tumekuwa wahanga wakubwa wa kujenga chama hiki. Mimi nimeingia Chadema mwaka elfu mbili na saba. Elfu mbili na saba, nikiwa bado kijana mdogo. Nimetoa rasilimali zangu nyingi, nimetumia muda wangu mwingi, na hata kuna madhila mengine makubwa ambayo yalinikuta kwa ajili ya chama hiki, lakini leo hii hatuwezi kukubali kuona chama hiki kinaenda kufukiwa kwenye kaburi. Leo mwenyekiti unasema hao wanatumika na nani? Kwa faida ya nani? Je, tukisema wale ambao ambao wanasema kwamba hatushiriki uchaguzi na uchaguzi haufanyiki, je, tukisema hao ndio wanaotumika ili Rais Samia asipate upinzani mwaka huu, tutakosea. Kwenye hii nchi hakuna chama kingine cha upinzani chochote kile chochote kile ambacho kinaweza kikabeto na CCM zaidi ya Chadema. Weka vyama vyote unavyovijua, hakuna chama ambacho kinaweza kikatoa ushindani kwa Rais Samia kuliko Chadema, na huu ndio ukweli wala tusitaki kupepesa macho. Hakuna chama ambacho kina uwezo wa kupelekana mbilinge mbilinge na CCM kuliko Chadema. Leo unasema kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe. Kuto kushiriki, tu, eh, kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe. Je, kuzuia uchaguzi sio kutaka kuuawa? Utaleta watu wataandamana, vijana watatoka wazuie uchaguzi dola itafanya kazi yake. Ni vijana wangapi watakufa? Ni vijana wangapi wataumizwa? Kama tunaamini tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tutumie nguvu hizo, tushinde uchaguzi wa mwaka huu 2025. Ni bora vijana wetu wakaumizwa, ni bora vijana tukauawa, lakini tukiwa tupo kwenye fili ya uchaguzi.